Kama bado huja subscribe mm, angalia usiache hadi nabii mwingine aseme mwisho wa dunia ni leo usiku. Bonyeza tu hapo chini sasa hivi. Sura ya kwanza: nabii au mchawi wa roho? Miaka ya 1980 Uganda, mwanasiasa mstaafu Joseph Kibwetere anaacha siasa na kugeukia dini. Anasema amepata maono kutoka kwa Bikira Maria mwenyewe akimwambia dunia iko ukingoni na kwa sababu Waganda wengi ni waumini walisema huyu ni chombo cha Mungu. Akaanzisha dhehebu The Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God, lengo kuandaa watu kuokoka siku ya mwisho, ambayo alisema ni 31 Disemba 1999. Sura ya pili: safari ya watakatifu waliokata mawasiliano na dunia. Wanachama waliambiwa hapa, usisome magazeti, TV, usiangalie TV. Mtamba, usiongee na dunia ya nje sofota. Ukiuliza maswali unamkosea Mungu. Waliishi kama watawa, wanaume kwa wanaume, wanawake peke yao. Hakukuwa na mapenzi. Kula mara moja kwa siku. Maombi saa 12 kwa siku kufunga hadi wasikie sauti ya Mungu. Waliuza nyumba, mashamba na biashara, wakaingia kambini wakisubiri mbingu ifunguke. Sura ya tatu, usiku wa tarehe 31 Disemba 1999. Siku ya mwisho ya karne, walivaa mavazi meupe wakafunga mishumaa, wakasubiri saa sita usiku. Na saa ilipogonga, dunia haikufika mwisho. Badala ya kupaa mbinguni, walibaki wakitazamana. Hofu ikaanza, maswali yakazidi. Mimba tuliuza kila kitu, sasa tunakwenda wapi? Kibwetere alikosa majibu, lakini alikuwa na mpango wa kishetani. Sura ya nne, moto wa imani ukawa moto wa kifo. Tarehe 17 Machi 2000, Kanungu kusini magharibi mwa Uganda, zaidi ya watu 330 walikusanyika kanisani. Waliambiwa ni ibada ya mwisho. Waliimba, walilia, wakatumaini. Halafu milango ikafungwa kwa misumari, petroli ikamiminwa, moto ukawashwa ndani. Waumini wakaanza kupiga kelele, nje viongozi wakatoweka kimya kimya. Miili ilichomeka hadi kuwa majivu.